Lengo letu kubwa ni kubadilishana mawazo na kutoa elimu kwa hawa madereva wetu. Naamini wengi wameenda shule, wana vyeti, lakini vile vile kuna jambo la kusahau. Kwa hiyo tupo katika kukumbushana katika hilo. Tumepita Bagamoyo, tumepita Chalinze, lakini leo hii Morogoro mjini vile vile. Sasa hii jioni ya leo tuko hapa Mikumi. Lengo ni nini? Kujua changamoto zao, lakini na sisi tuwape yale ya kwetu ambayo yana stahiki kuwafikishia kuwakumbusha, na kuwaelimisha vile vile kwa yale ambao hawayajui, ili tuweze kwenda sambamba, lakini lengo likiwa ni kupunguza au kuondoa ajali za barabarani. Tutaendelea kuwaelimisha zaidi, lakini tutaelimisha pia kuacilia kwa unawambana kwa kana kutumia adhabu hizo ngani, adhabu zote kidogo michatu ndio umelewa, nakufungia ndani ya miezi sita, upumzike kwanza, unywe tuone kama zitakutosha, tutakufuatia kwa hiyo aidha, tutafundisha shule ukajifunza tena sheria zinasema nini. Tunakutana na changamoto za wenzetu wenye mabasi, labda tusemea wenye mabasi kwa upande mmoja, tunaweza kusema wanatizarau sana sisi watu ambao wa malori, unaweza ukawa unamuonyeshia ishara fulani kwamba nyuma kuna nini au kuna nini mbele yako, akaja ya ya kutudharau, na inafika kwamba unawapa fea, lakini wenzetu fea barabarani hawana. Visababishi vya ajali viko vingi sana barabarani, ila kitu cha kwanza, kuna kuna mazingira, kuna binadamu mwenyewe, ila vitu ambavyo vinavyotakiwa, mimi nadhani cha kwanza sisi wenyewe kwanza, madereva kwanza, tuwekea kwa sababu sisi ndio tunao, ndio unayejua mazingira yanayopita yakoje na yana changamoto gani. Kwa hiyo usiende tu na gari limradi kwamba kuchukulia ile mazoea kwamba jana nilipita pako hivi, basi na leo mimi nitaenda hivi hivi, hapana. Kwa hiyo kila siku unapoenda inabidi uendelee kujifunza na uendelee kuchukua tahadhari, tahadhari zaidi, ili kujiweka salama zaidi.